Na mtazamaji, baadhi ya wafanyabiashara ndogo ndogo katika kaunti ya Nyamira wamepokezwa mafunzo na ujuzi wa kuimarisha biashara zao kama njia mojawapo ya kujiimarisha kiuchumi na kubuni nafasi za ajira humu nchini. Na kwenye hafla hiyo iliyofadhiliwa na shirika moja lisilo la kiserikali, mamia ya wafanyabiashara walifunzwa kukumbatia kuweka rekodi za shughuli zao za kibiashara na kutumia mtandao kunadi bidhaa na huduma zao ili kuimarisha mapato yao iashara hao wamefunzwa kungamua athari za maamuzi ya kiserikali kwenye shughuli za kibiashara ili kuwawezesha kufanya maamuzi bora kwenye biashara zao kibinafsi. Many small businesses don't scale beyond the owner. Um, most of them are just lifestyle businesses. So our question is how can we help them have a mindset that can grow their businesses so that it can scale, it can go beyond themselves. Kupitia kwa masomo ya leo Eh, kuna jambo ambalo limeweza kuniguza sana kwa sababu huwa tunatumia sana maneno ya, ya, ya social media kufanya mambo mengine lakini pia tunaweza kutumia hii social media katika kufanikisha biashara zetu katika kufanya marketing, kupitia Facebook, TikTok na hizi mod zingine za communication. Ametufunza jinsi ya kutumia bookkeeping, una keep records una tega chenye una, unaweza ona vile unaweza fanya alafu inakusaidia unaendelea. Na mtazamaji kaunti ya Bungoma.